Kiujumla hali ya ulinzi na usalama ni shwari e, ni shwari sana e, na tunathubutu kusema hivyo kwa sababu matukio makubwa ambayo tulikuwa tunashuhudia siku za nyuma mfano e, uporaji kwa kutumia silaha tulikuwa tunashuhudia hata kwenye mabenki, kwenye maduka ya miamala ya fedha, wafanyabiashara wanaporwa bodaboda zinaporwa, wanauawa, wana, wana na wana kadhalika. Lakini pia tulikuwa tunashuhudia uvunjaji wa majumba, nafikiri pia watu hawajasahau, ingawaje mara nyingi tunavyoishi kwenye amani watu wana tabia ya kusahau. Tuliona kulikuwa na makundi fulani ya vijana yalikuwa yanafanya uhalifu usiku. Uh, wengine wajita kumi nje kumi ndani, wengine panya road na kadhalika, lakini uporaji pia wa kinamama pochi na nini uh, tulikuwa tunaziona, lakini sasa hivi matukio hayo kwa kiwango kikubwa yamepungua sana. Uh, ni yapo machache ambayo yanatokea na, ya lakini yanaendelea kutatuliwa. Baadhi ya watuhumiwa wameshakamatwa na kesi zao zinaendelea mahakamani yale ambayo bado hayajapata ufumbuzi tunaendelea na uchunguzi wa kina ili kuhakikisha kwamba waliofanya au walioshiriki kufanya au waliopanga basi wanakamatwa na kufikishwa kwenye uh, mamlaka nyingine za haki jinai kulingana na maelekezo ya sheria zetu, uh, zetu za nchi. Kwa hiyo kiujumla, tunaona hali ya uh, usalama ya nchi ni shwari kwa kiwango kikubwa kulingana na takwimu ambazo tunazo kuhusiana na matukio makubwa ambayo ni tishio hayo naweza akaleta hofu kwa, kwa jamii FM